Katika misingi ya kusimamia haki na maadili inatajwa kuwa kifo cha askofu mstaafu wa kanisa la Kinjili la Kilutheri Tanzania KKT Diocese ya Kaskazini Mashariki, Dr. Steven Munga ni pigo kwa kanisa na jamii ya wa Watanzania kwa ujumla. Katika kipindi ambapo wapenda haki wanaendelea kuadhimisha kifo cha askofu Munga, nimemkaribisha askofu Mwamakula na zaidi nimetaka kusikia kutoka kwake ni pengo gani ambalo limeachwa baada ya kifo cha Askofu Dr. Seven Munga. Ah, Askofu Munga eh, of course, tunajua ni askofu mstaafu, lakini eh, tofauti na maaskofu wengine eh, yeye alikuwa ni askofu msomi aliyebobea katika mambo ya theolojia ya maadili katika uongozi, kwa hiyo alikuwa mwana maadili a moral theorist, kwa maana a moral theorist, kwa maana ya kwamba haya sio maadili ya kawaida kama tunavyosema yale ya kidini. Yeye alikuwa msomi muhimu sana katika masuala ya maadili katika uongozi, na alifundisha katika chuo kikuu, na akuishia kufundisha kwenye chuo kikuu. Alienda, aliendelea kuyafundisha hayo maadili hata kwa watu wa kawaida lakini yeye hakuwa mtaalamu tu wa hayo mambo, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye alitaka haya watu wayaishi. Hiyo e, tunaita kwenye ni praxis, sio praktiki, praxis alitaka watu wayaishi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anasema, ana ujasiri wa kusema kile anachokiamini hata kama hicho kitu kita kitagharimu maisha yake, kitagharimu heshima yake, kitagharimu kazi yake. Yeye hakujali hivyo vitu. Kwa hiyo, na kweli vilikuja kugharimu kazi yake, vikagharimu heshima yake, lakini aliendelea kusema hayo mambo. Kwa hiyo, nafikiri ni mtu ambaye alikuwa ni, ni kiongozi ambaye ni jasiri sana aa, ambaye kuta mkubwa kwa ujasiri wake huo Alipata msukosuko katika yale aliyokuwa anayasimamia. Unafikiri kwamba msukosuko ambao aliupata katika yale aliyokuwa anayasimamia ulikuwa unasababishwa na nini? Hasa ulisababishwa na ujasiri wake nchi hii uh, hasa kuanzia miaka ya elfu mbili tulipoingia katika miaka ya elfu mbili uh, uongozi katika uh, maana yake uongozi wa kisiasa, kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yameingia katika nchi hii katika ambayo hakutarajia huko nyuma, maswala ya fisadi, eh, masuala ya dhuluma. Kwa hiyo yeye sasa, kwa sababu alipokuwa alipoingia katika uaskofu katika kiti chake cha uaskofu kule Tanga, yeye sasa kama askofu, hata Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT, ilikuwa inamtumia kwa alikuwa anakuwa kwenye kamati za haki Eh, kwa sababu ya nimesema kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana utaalamu wake, anajua sheria, anajua haki. Kwa hiyo katika hiyo walikuwa, alikuwa anaingia kwenye da, dawati la na namna hiyo. Kwa hiyo alikuwa anakuwa sauti ya kanisa, sasa kutetea yale mambo ambayo pengine wanasiasa au watawala walikuwa wanayafanya kinyume, kuwafanyia wananchi. Maana yake alikuwa anatikisa nguzo za wakubwa, wenye fedha, watawala, wafanya biashara kubwa kwa anapokwenda kuyasema hayo, maana yake kwa namna njim, moja ama nyingine anagombana hao watu. Kwa hiyo moja kwa moja akaanza akaanzisha bila kutarajia uadui na watu wenye nguvu katika, katika nchi hii. Na sasa watu wa nchi hii wale watu wenye nguvu wanaanzaje? Kwa hiyo ili kumdhoofisha hao watu, sasa nafikiri, kwa mtazamo wangu, wakatafuta njia ya kuingilia, na njia ya kuingilia ni kupitia kwenye uongozi wa kanisa lake. Uh, sio kwenye uongozi kupitia katika kanisa lake na kuleta choko choko, na kuanzisha vurugu ndani ya kanisa lake. Kwa hiyo watu wakawaja waliona kwamba waliona kama ni mgogoro wa kawaida wa kanisa, lakini kwetu sisi wengine tuliona kabisa kwamba ule mgogoro ule ulipandwa na watu wenye nguvu katika nchi hii ili kutaka kumzoofisha, na njia nyingine ya kumzoofisha ili aonekane kwamba ameshindwa kuongoza kanisa lake, kwa hiyo watu wampuuze. Ndio, ndio chokochoko hizo sasa. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo ndicho kilichoweza kutokea kwamba ulikuwa unasababishwa na yeye kusimama kutetea haki, kukemea watu bila shida yoyote, bila hofu yoyote, katika kipindi hiki na sasa tunabakia na yale ambayo alikuwa anayasimamia. Unaona, kuna funzo ambalo viongozi wanabaki nalo kutokana na maisha ya hayati Askofu Munga. Tukianza na viongozi wa dini kwanza, eh, funzo uh, lita, atakuja kusomwa katika historia kwamba alikuwepo mtu wa namna hii akafanya moja mbili tatu, lakini uh, wale ambao wana kiu ya haki ya kutaka kujifunza haki hasa wanafunzi wetu waliokuwa uh, kwenye vyuo vikuu vya theolojia au wachungaji wanaochipukia sasa hivi watapata funzo kwamba inawezekana kusimamia mambo, lakini pia funzo lingine ni kwamba watajifunza kwamba ukisimamia jambo kwa haki itakukosti. Kwao wakiamua kusimamia haki wajiandae kwamba kuna kuna gharama za maisha yao. Kwao watajifunza, lakini uh, kwa sisi uh, watu wazima tuliokuwepo Uh, you can't teach an old dog uh, to hunt. Yaani huwezi kumfundisha mbwa mzee kuwinda kuku. Kwa hiyo wengine wataishia tu kusema mdomoni alikuwa kiongozi mzuri na nini, lakini hawata hawatafanya aliyokuwa anayafanya, ila kwa vijana viongozi vijana wanaochitukia wachungaji ambao watakuja kuwa maaskofu au maaskofu walio vijana wana kitu kikubwa sana cha kujifunza kutoka kwa Askofu Dr. Munga. Askofu, nimesikia unazungumza juu ya haki na maadili. Una, unafikiri kwamba kuna kutikisika kwa haki na maadili miongoni mwa wananchi katika taifa la Tanzania? e, taifa la Tanzania lime limejaribiwa lime, lime e, haki na maadili vimetekwa. Uh, yani hazipo, watu hawatukuzi tena maadili, watu watukuza utajiri, watu hawatukuzi tena haki watu wanatukuza mamlaka, kupata mamlaka kwa njia yoyote ile, kwa watu wako tayari kupata pesa kwa njia yoyote ile, kama ni kwa kuua watu, kama ni kwa kudhulumu watu. Lakini pia watu wako, wako tayari kupata nguvu ya madaraka na nguvu ya kifedha kwa njia yoyote ile, haijalishi kama hiyo njia wanayoichukua sio ya kiutaratibu. Yaani hawajali tena watu kwamba kufuata utaratibu. Zamani zile watu walikuwa wanaandaliwa kwamba wewe ukiwa kiongozi wa ngazi fulani, kuna taratibu zako, kuna hatua, unapanda ngazi kwa ngazi. Lakini sasa hivi watu, they don't care, hawajali kupanda ngazi kwa hatua na nini. Wanachojali ni kunyang'anya tu madaraka, kupata pesa, haijalishi. Na naumia kwao, maadili na haki katika nchi hii vimeingia katika mtihani uh, mkubwa sana. Nini kifanyike katika mazingira tuliyonayo? Uh, historia inafundisha kwamba baada ya watu kuteseka sana baada ya watu kuumia sana, wanatokea wachache ambao wanasema kwamba sasa inatosha. Na kwa sababu sasa hivi watu wengi wanaonekana kulalamika na kuumia, watakapotokea watu wachache hao wataungwa mkono na watafanya mabadiliko makubwa na mapinduzi makubwa ya kijamii katika nchi yetu.